Kujazwa na kuongozwa na Roho Mtakatifu sehemu ya pili. Kipengele cha kwanza, tumejifunza habari ya kujazwa Roho Mtakatifu. Tumeangalia nini maana ya kujazwa na Roho Mtakatifu. Tumesoma kile kitabu cha Waefeso sura ya 5 mstari wa 18. Lakini pia namna gani ambavyo utajazwa Roho Mtakatifu? Moja ya namna nimekwambia, um, jitahidi kuwa mtu wa ibada, mtu wa maombi, unapoomba unajazwa Roho Mtakatifu. Lakini pia um, Uh, nimekwambia uwe ni mtu wa kusikiliza mafundisho ya Mungu, lakini pia uwe karibu na watu waliojawa, uwe karibu na watu waliojawa na nguvu za Roho Mtakatifu. Kila utakapokuwa nao karibu nao utajikuta kuuishwa. Nimekutajia baadhi ya watumishi wa Mungu ambao unaweza kuwafuatilia uh, sio hao, watu wako wengi, lakini hao mimi ambao wanawafuatilia, lakini wako wengi ambao wewe unaweza kuwafuatilia binafsi. Ukitaka kuyapata zaidi, fuatilia video yangu iliyopita. Ah, ninaomba tuangalie habari ya kuongozwa na Roho Mtakatifu. Baada ya kujazwa Roho Mtakatifu, unatakiwa uongozwe na Roho Mtakatifu. Kiwango chako cha kutembea na Mungu sio kutokana na wewe kujazwa Roho Mtakatifu, kinatokana na namna unaongozwa na Roho Mtakatifu. Ndio maana wengi tumekuwa tukijikuta leo tuna nguvu za Mungu kesho hatuna. uh -uh. ni kweli tumejazwa Roho mtakatifu, lakini kinacholeta muendelezo wa kujawa na roho mtakatifu ni kukubali kuongozwa na Roho mtakatifu ukisoma. okay, kile kitabu cha Warumi nane kumi uh, na nne anasema, bali wale wanaoongozwa na roho wa Mungu hao ndio wana wa Mungu kujazwa na Roho Mtakatifu hakukufanyi kuwa mwana wa Mungu, hakukufanyi kumpendeza Mungu, lakini kuongozwa na Roho Mtakatifu ndiko kutakufanya wewe uweze kumpendeza Mungu. Mungu hapendezwi sana na wewe kujazwa Roho Mtakatifu, anapendezwa sana na wewe kuongozwa na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu alikuja katika maisha yetu ili kutusaidia. Yesu anasema kitabu kile cha Yohana kumi na nne kumi na nane anasema sitawaacha ninyi yatima, naja kwenu upesi. Alikuja aweze kutoa msaada kwetu. Moja ya msaada anaoutoa Roho Mtakatifu ni kukuongoza. Ngoja nikwambie, pasipo Roho Mtakatifu, pasipo uongozi wa Roho Mtakatifu, utajikuta ni mtu unaishi maisha ya dhambi kila wakati. Utajikuta ni mtu ambaye unaingia kwenye majanga kila wakati unaingia mahali pasipopangwa. Nikwambie, akili yako ya kibinadamu kuna mahali huwa inaishia, kuna wakati utafanya maamuzi yasiyofaa. Kuna majanga mengi yametupata kwa sababu tulifanya maamuzi nje ya uongozi wa Roho Mtakatifu. Wewe angalia, kuna watu wameingia kwenye hasara ya biashara, kuna watu wameingia kwenye majanga mbalimbali kuna watu wamejikuta wameingia malipo asipofaa, wengine wamejikuta wamezalishwa kwa sababu walikataa uongozi wa Roho Mtakatifu. Kila baya linalokuja mbele, mbele yako Roho Mtakatifu analijua. Maandiko anasema Mungu hawezi kufanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake. Jambo lolote ambalo linakuja mbele yako Roho Mtakatifu atakuonesha. Maandiko anasema yeye anatupasha habari na mambo yajayo. Kwa hiyo kuongozwa na Roho Mtakatifu ni kukubali kufuata mafundisho yake ni kuingia kwenye shule yake, ni kutendea kazi mashauri na maongozi yake. Ukisoma kitabu cha Zaburi 32:8 anasema, nitakufundisha na kukuonyesha njia utakaiendea, nitakushauri jicho langu likikutazama. Maana yake kuongozwa na Roho Mtakatifu ni kukubali kufundishwa, ni kutembea sawasawa na mafundisho na mashauri ya Roho Mtakatifu. Kuna nyakati tumekuwa hatuelewi nini tufanye, tumeenda kutafuta ushauri kwa wanadamu. Sio jambo baya kwenda kutafuta ushauri kwa wanadamu, lakini ushauri utakaoupata kwa wanadamu hakikisha umethibitishwa na Roho Mtakatifu. Mwanadamu anaweza kukupa ushauri kwa sababu ya ufinyu wa akili yake, kwa sababu ya udhaifu alio nao akakupotosha, lakini nia yake sio mbaya. Lakini mwingine anaweza kukupa mshauri mbaya ili akuangamize kwa sababu nia yake ni ya ni mbaya. Lakini Roho Mtakatifu anajua mwisho kabla ya mwanzo. Kwa hiyo nikuambie, mwisho wako anaujua Roho Mtakatifu kama utakubali kuongozwa na roho mtakatifu, maisha yako yatabadilika kutoka hapo, na utatembea na roho mtakatifu kwa viwango vya juu vya juu vya juu zaidi. Mungu akubariki sana. Yamkini pengine ungetamani mafundisho zaidi kwenye ujumbe huu, nitafute. Namba yangu ya simu ni 0768479432. Amen.